wala hawezi kukufanya chochote. Wengine wanaona kwa msamaha, kama anajua amekosea kwa msamaha anaona kama ni atadarilika. Sio sahihi, tadarilika kwa watu wajinga. Lakini watu wana wanaakili watu kushimu kweli. Bwana jamaa akakosea kaomba nini? Msamaha. Sasa wewe umefanya kosa homi msamaha naona kosa kwa wazi, ikitabia tabia, tabia ya Iblisi. Zanguni Waislamu.

Walam yusiru ala ma faalu wahum yalamun, hawaendelei kosa ambayo wao wamefanya na wanajua wamefanya. Lakini hawaendelei kosa na wanajua mshafanya kosa kwa mola wako, asema mungu nisamehe, analia mbele ya mola wake, amekosea watu anabana, nisamehe, nimekosea. Na wewe mtu kama atakuomba msamaha, mbona ishakuja kuomba msamaha? Hii ni ujinga tu, mshakuomba msamaha basi

Lana dini ya Allah iko mbili au tatu tu. Allah imma atakuamrisha kitu ndake wewe ufanye, au anakukataza kitu ndake wewe ufanye waache. Qur'ani hivi, imma amrun wa nahyu au Qur'ani anakuambia historia watu wamepita. Sasa Mungu amrisha Adam, Iblis amsujudie. Iblis Mungu kama amrisha amsujudie nani? Adam, na sujudi hizi sio sujudi ya ibada, sujudi ya heshima tu

juu yake ni kubwa, lakini haifai mtu kumsujudia mtu mwingine. Lakini sujudu kwao ilikuwa ni salamu fulani, heshima fulani, sio sujudu ibada. Uzanguni Iblis kakataa kumsujudia Adam, sio malaika. Wametekeleza amri ya Mungu, Iblis kakataa. Na Adam, Mungu kamwambia usile matunda hii, kala. Wote wamefanya nini? Maasi mola wao. Huyu iblis

Mtume ataka kumfikishia mjumbe wa Allah amba nasaha fursa ala Allah subhanahu wa taala amba hidaya wataslimu. Sasa huyu Abdullah bin Maktum alikuwa kipofu sahabi huyu, yeye haoni mazingira, haoni sio hivi, yeye haoni, aone kama mtume analenga watu fulani, yeye kama mtume amfundishe kitu fulani hapa hapa, na yeye haoni mtume ambaye subiri Shabata hao fursa, mimi na wewe tuko pamoja, wao marafiki zangu subiri. Huyu maskini haoni, angalia mtume amfundisha hapa hapa, mtume ambaye subiri ile wakati mtume hana kosa kubwa, Mungu kam kamlomu mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abasa wa tawalla. Sio hivi? Abasa maana sio hivi, Abasa maana yake mtu akunja uso umemba mgongo umtu anataka wewe umfundishe dini ya Allah. Kwa nini unam unamzuia?

biman atabani fihi rabbi ahlan. Karibu bana Mungu amelo, mimi amelmimi kwa ajili ya wewe, nisamehe bana. Tukaomba msamaha. Sasa ndugu zangu wa Waislamu, kuomba msamaha ni sifa nzuri sana. Ushajua wewe umekosea, usikwepe kwepa, nena bana, nisamehe. Watu wengi wanaona amekosea, ah, mimi nimekosea, lakini mimi siwezi kudhalilika. Tadhalilika akhira, na wewe siko bora kuliko Manabii hao. Kama kamata Allah akupe daraja dunia ya akhira, akusamehe. Umekosea kitu, binadamu dhaifu. mimi hapa nimetereza, umeongea na watu masala ya dini umetereza. Hakuna mtu amekamilika. Sheikh, simama jamani, siku ile umetoa fatwa hii, nimekosea? sio hivi, Imam Shafi alikuwa fanya hivi, Abu Hanifa kafanya hivi, si binadamu Sheikh lakini wee, kosa lako umejua, huombi msamaha, waurekebishi, usemee mbele, wajiana hapa, mimi nimekosea. Kwa we nani? Sio binadamu tu? Hii ilikuwa inwani ya khutba leo. Sasa kitu gani watu unamzuia asiombe msamaha, wakati yeye ameona amekosea? Na watu wengine kichunguma kichwa ngumu watu wengine, natoa mfano mmoja naona Kiarabu, unaona Kiarabu naitwa anza wala utarat anza naitwa mbuzi jike. Jamaa moja kaida yake kila kitu lazima yeye akubali, mwambie hii ii makarauba hii gari, yani kichwa ngumu. Watu aina hii wapo. Jamaa akamwambia rafiki yangu, unaona ile miti eh? hey, yuko mbali Mbona ile iko juu ya miti hii? Ni ndege. Jamaa anasema oh, sio ndege, mbuzi kasema. Mbuzi tangu lini anapanda juu ya miti? Ulikuwa mbali, bado kukaribia. Jamaa akachukua mawe kamrushia, nini ile ndege, ndege anafanya nini, karuka. Jamaa mbona hii karuka, sio mbuzi. Anasema anza walau tarat hata kama ameruka ni bado yuko mbuzi jike tu, kasema mbuzi jike itaruka mpaka lini? kwa tungile tabia hivi, wala usipoteze muda wako kitu mbili. Ndugu zangu, ni musha wa tafsiri hotuba yangu, inazuia ya zuwia mtu asiomba msamaha, kibri hii ambao amjalia Iblis, kasema ana khairu minhu. Mungu amuuliza, kwa nini nimekuamrisha mimi msujudie Adam, malaika wote msujudu, kwa nini wewe umekataa? kasema nini? Ana khairu minhu, mi bora kuliko Adam. Na sisi tunaye leo naaini, mimi bora kuliko wewe. Hai ubora wangu umekuja kutoka wapi? Mbata wahi mimi si wote sawa tu, sharifu mahabu wote, kumbe na Mungu ni sawa, inna akramakum inda Allahi janga, bora kuliko watu ni hii. Historia ya Iblis, Iblis anaongea na nani na nani? Hasani na Mungu, sio? Sasa Mungu hajui. Ameumba huyu katika moto na huyu katika udongo. Mungu hajui. Lakini kibri, ana khairun minhu wengine akwambia ana khairun minka, langwa, kuongea kwake kwa, unaona anasema mimi bora kuliko wewe. Wewe sawa. Wewe nani? Mimi na wewe tumetoka sehemu ya kubita mkojo mara mbili. Nitasema wazi. Mara mbita kwa babako manii meingie tuma mamako wakati mama yako anakuzaa umetoka wapi? Mdomoni? toka sehemu ya kutoka uchafu, kuna nini? Na utakufa, mimi na wewe tunaoza wapi? Kaburi, kuna nini? Sasa usijenge wewe bora kuliko watu, kibri ijalie watu wengine asiombe msamaha. Na huyu Iblisi kasema ana khairu minhu, baadaye natija ndio nini? Laana yangu yuko, Mungu akamwambia laana yangu yuko juu yako mpaka siku ya kiyama. Iblis kabata laana ya Mungu wa nini? Kam, kam Mungu amamrisha. Badala ya kuomba Mungu msamaha, yeye ameendelea kutoa falsafa na kibri, ana asa mimi ameumba moto na huyu udongo hiro min asmia mi mba ah umona gk go awwalu man qasa qiyas fasid ni Iblis ndio kwanza katumia wanzakatumi mbovu ni Iblis

Ujinga sio manake Kiarabu ni matusi. Ah ah. Ujinga manake wewe hujui kama unaomba msamaha kwa ndugu yako wakati wewe umekosea, utakiri dhambi yako hi Allah atakubalini? Daraja dunia na akhera. Utapata ridha ya Allah. Sio hivi. Ina thawabu adhim bana, mimi nimekosea hapa, jamani, samihani, sirudi tena basi. Na ya pili ni kibri. Hii ni kwa hotuba yangu leo, ndugu zangu. Inwani yake nini? Kama mtu amekosea aombe msamaha. Kuomba msamaha katika tabia ya watu eh, wakubwa, watu wakubwa, wengine wakubwa kwa mwili lakini wadogo kwa kwa tabia, wengine wadogo kwa mwili lakini mkubwa kwa, kwa watu wana heshima. Ntaki uombe msamaha, kushakosea ombe msamaha kwa kwa hii hakusaidii